Mimi unajua, toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia, mimi kwa daraja ambayo niko nalo e, nitakuwa mtu wa ajabu kama nitaanza kubishara kauli za Kristina. Ana levu yake, mwacheni akae hapo kwenye levu yake, azungumze maneno kwa levu yake, alafu sisi wa levu nyingine tunaendelea na shughuli nyingine. Acha tuuache mchezo kubakie kuwa mchezo na mchezo ndio uzungumzwe eh, tuwache mchezo uzungumzwe, players wapewe nafasi, technical bench wapewe nafasi, tuache game icheze. Ama mengine mengine haya hawana nafasi, na mimi toka siku ya kwanza niwaambia ni niko hapa kwa ajili ya kuizungumzia Yanga Atake katiza mbele kwenye Yanga yetu atashughulikanayo. Asa Kristina amekatiza kwangu, mimi siwezi kudili. Kama mtu akatize kwa hii timu hpoutadili naye sawa, semaji? Pengine ungelizungumzia hili la yeye masaa wewe 4 24 kuweza kuomba msamaha, pengine watu wanataka kusikia we, kauli yako wewe. Hujaona hiyo kama ni kichekesho iya kwako? Unakuuliza hiyo kauli wo, ujaona kama ni kichekesho? kesi like, okay, ndo nakuuliza hiyo kauli kwamba msemaji wa Tabora anamgea msemaji wa Yanga masaa 24. nn we hujaona kama ni komedi hiyo? We umeipokea vipi hiyo? Ni cheka tu tu kaka kwenye ahm aenye mfumo pengine, kuna taarifa tayari tumeiona ikitoka kasi kwa kile ambacho kinaendelea kuzungumza, kwamba tayari e, ni taarifa imefika, na baadhi ya watu walikuwa nazungumza tu pengine hawana uhakika, nimekuwa ni fununu, lakini hi leo imeonyeshwa kwa kweli, mlidhamilia mli na mnaendelea kudhamilia kuwa mko serious kwenye tukio ambalo kwenye jambo ambalo mmekuwa aa mchezo mchezi e, wa kile ambacho kinaendelea pengine hii ina naonyesha mko e, mko serious kiasi gani kwenye swala hili. Sisi kama Yanga tuko serious kwenye kila jambo ambalo lina interest na taasisi yetu, lakini kwenye hii ishu ambayo umeuliza ya kasi nafikiri uh, kwanza si busara kwa watu ambao wameandaa huu mchezo wa kesho, tukaipa mileage kubwa nafasi hiyo au story hiyo, tukaacha kuzungumzia mchezo husika. Acha tuuzungumzie mchezo wa kesho. Mchezo wa kesho malizike, taasisi hii ya Yanga itarudi ofisini. Kama kuna ulazima wa kuzungumza na umma, tutawaita waandishi wa habari wa, tutakwenda kuzungumza na umma kuhusu hilo jambo, ila kwa sasa hivi nimejibu kwa swali lako la kwanza, kama sisi tuko serious kwenye kila jambo, lakini pia hii si platform sahihi ya kuzungumzia jambo la kasi. Ni platform kwa ajili ya mazoezi ya mwisho ya mchezo wa kesho. Naamini public wakiwemo wanachama na mashabiki wa Yanga akili yao imejikita kwenye kusikia kwanza habari zinazohusisha mchezo wa kesho. Ukishamalizika huu, tutakuwa na muda hapo. Kama club mtendaji mkuu ataniambia kuna taarifa ya kuileta kwa umma, tawaita, tutazungumza, wala usiwe na uh, wasiwasi. Wakati unakuja, maneno yako ya kwanza, kadri tunaongea na wananchi wa Tabora hii si mechi ya kawaida. Mm. Ni mechi ya kujipinda kisasi. Mm. Lakini baadaye tena tulikusikia unasema kwamba mm, wapo ambao wanatengeneza ionekane ni mechi ngumu ama ni mechi kubwa mm. Lakini kwa nini si mechi kubwa? Yeah. Tuondoke na hivi kwenye ni mechi, si ya mechi ya kawaida au ni mechi si ngumu. Ondoka na vyote, ondoka na vyote, ondoka na vyote kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ya kisasi kwa Yanga Afrika, lakini ondoka na la pili kwamba sio mechi ngumu. Unajua mechi inaweza kuwa kubwa lakini isiwe ngumu eh. Mechi inaweza kuwa ngumu lakini isiwe kubwa. Zikaanza kukutana timu za madaraja ya chini kabisa, lakini mechi sio kubwa, lakini zikawa ngumu. Na mechi zinaweza kuwa kubwa kwa tofauti tofauti, lakini sio ngumu. Kwa mfano mechi hii ya Yanga na Tabora, kwa nini imeingia kwenye trending? sio kwa sababu ya quality labda ya timu zote mbili ni kwa sababu ya historia, matokeo ya mechi iliyopita. Ni kwa sababu ya mazungumzo mengi ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja. Sasa hayo mambo yanafanya mechi ingie kwenye trendi, mechi ionekane kubwa, mechi iwe na msisimko, watu watutai kuifuatilia. Lakini ukizungumza mechi ngumu, mechi ngumu ni kitu tendo kingine kabisa ambacho kinaamuliwa hapo kwa tathmini ya dakika 90. Sasa wewe tu ukiangalia ni mechi kubwa, mechi ngumu ngumu, sio kubwa hey.